Je, unaifahamu historia ya Julius Caesar ambaye alikuwa mmoja wa wanajeshi, wanasiasa na watawala maarufu zaidi wa dola ya Roma ya kale? Leo nimekuletea hapa mutasari wa maisha yake na mchango wake mkubwa kwa dola ya Roma. Jina kamili Gaius Julius Caesar, amezaliwa tarehe 12 Julai 100 kabla ya Kristo, amefarika tarehe 15 Machi 44 kabla ya Kristo. Kazi zake alizofanta ni pamoja na siasa, mwanajeshi, mwandishi na dikteta a ya awali. Mwamba Gaius Julius Caesar alizaliwa katika familia maarufu ya Julii yenye asili ya kifalme na uhusiano wa mbali na Mungu Venus. Alianza siasa akiwa kijana na akaonyesha kipaji cha uongozi mapema sana. Ufanisi wa kijeshi. Julius Caesar alijipatia sifa kubwa kupitia kampeni zake za kijeshi hasa vita vya Galia 58-50. Aliiteka Galia, leo ni Ufaransa na sehemu ya Ubelgiji, na kuandika kumbukumbu kumbu zake kwenye commentary de vitabu vilivyomsifu. Uvukaji wa Rubicon 49 saki. Alipopigwa marufuku kurejea na jeshi lake, alivuka mto Rubicon na kuanzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe akisema, alea yakta est, dadu zimetupwa. Uongozi wa Roma. Baada ya kumshinda mpinzani wake mkubwa Pompei, Kaisar alijitangaza kuwa dikteta wa milele, dictator perpetua Alifanya mageuzi mengi ikiwemo hu kurekebisha kalenda ya Kirumi, chanzo cha kalenda ya Julai, kupanua idadi ya maseneta, kurejesha ardhi kwa maskini, kurekebisha mfumo wa kodi. Kifo, mnamo 15 Machi 44, siku inayojulikana kama Ides of March, alichomwa visu hadi kufa na kundi la maseneta, wakiwemo marafiki zake kama Brutus na Cassius waliodai anatishia demokrasia ya Roma. Urithi. Kifo chake kilichochea kuibuka kwa dola ya kifalme ya Roma chini ya Octavians Augustus Caesar. Jina e Caesar e, e lilibadilika kuwa cheo cha kifalme , likatumika na viongozi kama Kaisari Ujerumani na Tsar Urusi. Anaonekana kama mfano wa ujasiri, uongozi na ushawishi wa karne nyingi katika historia. Kwa hakika atakumbukwa daima.